Sasa e, ndugu zangu wane wane e, Ladies and Gentlemen, napenda kuwaalika kuwakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano e. Eh, sasa leo kwenye chumba cha mahojiano nipo na mheshimiwa Paul Makonda, tutaongea naye mawili matatu. Sasa sitaki kukuchosha na we usinichoshe sana mimi, sitaki kukupotezea muda na we usinipotezee sana mimi muda. Hebu twende mmoja kwa moja live tukazungumze naye sasa e. Mheshimiwa, umesema kwamba una jambo la kuongea na macontent creator e, unataka uzungumze na macontent creator Eh. Sasa e, tunakukaribisha, karibu. Hilo jambo ni jambo gani? Tunakusikiliza. tulimwomba daktari Samia Suluhu Hassani ili kuangazia vijana wenye ndoto hizi wanaotumia taaluma zao na vipaji vyao kuendeleza maisha yao. Leo tuna habari njema hapo hapo, kwenye habari njema hiyo. Hey, good news, habari njema mheshimiwa. Habari gani? Tunakusikiliza. Wizara yetu imepatiwa fedha takribani bilioni mbili kwa ajili ya content creator, kwa ajili ya vijana wa online TV wanaofanya shughuli zao kupitia mitandao ya kijamii na kuendesha maisha yao, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni Facebook, iwe ni YouTube, iwe ni any programu ambayo unaifanya, Daktari Samia ameamua kukuwezesha ili upate kutimiza ndoto yako. Katole mfano mdogo tu, mheshimiwa Spika, yupo kijana mmoja anaitwa Ndalo, yeye ni mchekeshaji, anatengeneza kontenti zake kupitia simu zake, ameweza kuajiri vijana ishirini na yeye, kwa mwezi anaingia sio chini ya milioni kumi na saba kwa kazi hii anayofanya ya kutengeneza mauzui. Tunaona tuwashike mkono kwa niaba ya Daktari Samia kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata fursa hiyo. Ah, ah, sasa mheshimiwa, ili jambo bora naona kama aliko sawa, alija balance kabisa. Sasa mheshimiwa, mtu kashatoboa yani, mtu ameshajipata ataingiza milioni kumi na saba kwa mwezi, alafu tena bado mnataka mumpe tena maera au ma ndio -na. Mwenye nacho anaongezewa asiyekuwa nacho hata alicho nacho ananyang'anywa. Hey! kwa nini sasa hizi bilioni mbili zisipeleke kwa makontekti kireta ambao wanachifukia yani awa makontekti kireta wachanga ambao wanajitafuta? Sasa nyie mnaenda kuwapa watu ambao wameshajipata. Hey, na hizi media kwa nini hizi hela mzipeleke kwa content creator na hawa eh, media ambazo zinachipukia kuliko kupeleka kwa watu ambao wameshajipata na wanatengeneza a lot of money? Kwa kweli, hili swala halijakaa sawa.